Sasa hivi tunaenda mwisho wa mwaka na bila shaka tunaanza kile ambacho tumezoea kuita mwaka mpya. Lakini tunapaswa tukutambua kwamba kila siku ni mpya, kila wiki ni mpya, kila mwezi ni mpya na bila shaka kila mwaka ni mpya kwa sababu yaliyokuwa jana bila shaka sio yatakayofanyika leo. Yanayofanyika leo siyo sawa na yatakayofanyika kesho. Kunaweza kuwepo na utofauti, utakutana na watu tofauti, utaona vitu tofauti na bila shaka utakumbana na eh, changamoto tofauti katika mm, katika maisha yako. Eh, kwa hiyo tunapoelekea mwisho wa mwaka, kuna mambo muhimu ya kuyaangalia ama ya kuyazingatia. E, moja ya jambo kubwa tunalopaswa kuliangalia tunapokwenda mwisho wa mwaka au niseme jambo la kwanza kabisa ni kufanya tathmini ya maisha yetu ya tangu tumeanza Januari mpaka tunapoenda kukamilisha Desemba. Na changamoto kubwa sana ambayo itakukuta kwenye jambo hili la kufanya tathmini ni hili kwamba tathmini ni kwa Kiingereza unaita evaluation, unafanya kitu ambacho kilikuwa na vipimo kitu ambacho ulikipanga kukifanya. Kwa hiyo ndo unakifanyia tathmini. Kama hukuweza kupanga, ni bahati mbaya sana kwamba huwezi kuweza kufanya evaluation, huwezi kuweza kufanya kufanya tathmini, kwa sababu huwezi kutathmini kitu ambacho hakipo. Unatathmini madhara, faida ya kitu ambacho kilikuwa kimepangwa. Kwa hiyo unatathmini kulingana na vile vile ambavyo vilinuiwa kuweza kupatikana au zile indicators of success katika hayo, hayo ambayo unataka kuyapima, kwa hiyo So, um, tunapoelekea mwisho wa mwaka e, jukumu kubwa ambalo unatakiwa kulifanya ni kuhakikisha kwamba unafanya your self evaluation, au unafanya tathmini binafsi ya yale mambo yote ambayo unaweza kupanga. Yanaweza kawa ni wewe binafsi, naweza ikawa ni familia inaweza ikawa ni biashara, ofisi yako. Kuna eh, vitu fulani ulitamani ungeweza kuviacha, lakini eh, ukapanga kwamba hivi vitu nitaviacha, hivi nitavitafuta vitu vipya. Inaweza ikawa ni tabia, maisha, na vitu kama hivyo. kwa hiyo unajaribu kufanya tathmini, self evaluation, ni kwa kiasi gani sasa tunapoenda kukamilisha mwaka au tunapoenda mwisho wa mwaka na kuanza mwaka mpya, ni kwa kiasi gani tumeweza kuachivu ama kufikia eh, kiwango cha yale ambay kuwa tumeyapanga kama nilivyosema kabla, kwamba changamoto kubwa inaweza ikatokea ikiwa haujaweza kupanga, na hilo ni jambo ambalo e, hapo mbele takuja kulizungumzia kwamba nini kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo kwa yule ambaye aliweza hata kama ukuweza kupanga, lakini kwa vyovyote tu tathmini mienendo, e, mambo yote yaliyotokea katika maisha yako, tuseme tafakari yale yote yaliyotokea katika maisha yako kuanzia mwezi wa Januari mpaka tunapofika Desemba. Yalikuwa nini? Yalitokeaje? Kwa nini yalitokea hivyo? Faida yake ilikuwa nini? Nini, changamoto gani zilitokea? Hasara zake zilikuwa nini? Ufanye tu tafakari, ili baadaye sasa tunapoenda kuanza mwaka mpya, nitakwambia nini unachoenda kufanya. Unahitaji kwenda sasa kuweza kuweka mpango ili itakapofika Desemba, Mungu ametujalia kufika ya mwezi elfu mbili na ishirini na sita au mwaka mwingine unaofuata, maanake uweze kupima kwa kufanya e, ile evaluation au tathmini ya kile ambacho ulikuwa umeweza kukipanga. kwa hiyo kitu cha kwanza kukifanya kabisa katika e, tunapoelekea mwisho wa kwanza, kama hukupanga kama ulipanga, inabidi kufanya tathmini ya kile ulichokipanga. Kama ni biashara, ni kwa kiasi gani umefanikiwa, wapi ulipodondoka, ufanyeje ili uweze kufanikiwa zaidi. Na kama ni kitu ambacho ama, katika familia ulitendi kufanya kufanya kukiachivu as a family, ama wewe binafsi, unaweza uko unahitaji kwa kwa a certain behavior au character, ulitaka upate aina fulani ya tabia ama uiache tabia fulani. Sasa mwisho wa mwaka tunaenda kufanya tathmini yote, na baada ya kuweka tathmini basi, ukishapata majibu unajua, utajua ni kwa kiasi gani umefanikiwa na kiasi gani ukuweza kufanikiwa. Ili yale ambayo hujaweza kufanikiwa basi, yaingize kwenye mwaka unaofuata ili uweze kuyafanya vizuri zaidi. Lakini kwa wale ambao hukuweza kupanga, ni vizuri tu ukapata tafakari ya safari ya maisha yako yote, tangu Januari mpaka pale tunapoenda mwisho wa mwaka, uangalie e, vitu vyote vilivyotokea katika maisha yako, na bila shaka uangalie hivi vitu. E, vilikuwa na faida gani, vya kuendeleza uweze kuvipanga kuviendeleza kwa ufanisi zaidi, na vile ambavyo unaona kwamba havikwenda kwenye upande ambao ulikuwa ni the negative side, ambao hukutamani vitokee, basi uviwekee mkakati kwamba vipungue kutokea ama visitokee kabisa. Hilo ni jambo la kwanza, tathmini ama tafakari ya safari yako yote tangu mwaka unaanza mpaka mwaka e, unaenda kukamilika.